Benchi la ufundi pamoja na sehemu ya wachezaji wamepata nafasi pia ya kuangalia mchezo wa leo wa uh, utangulizi wa JKU na Singida, na binafsi niseme tumefurahi kwamba Singida wametoka, na wachezaji wetu pamoja na benchi la ufundi watakuwa wamepata picha halisi uh, baada ya kuona mchezo wa kwanza wa, nafikiri watakuwa wamejua kwamba tuko kwenye zone ya namna gani, tuko kwenye sehemu ambako michuano inachezwa kwa ukubwa wa aina gani tuko sehemu ambako timu zina ukubwa kiasi gani, na ziko determined kwa ukubwa upi uh, kufanya vizuri kwenye haya mashindano. Kwa hiyo uh, liko somo ambalo tumelichukua, lakini overall, sisi tumejiandaa vizuri K KMK sio timu uh, ya kubeza hata kidogo. Ni miongoni mwa timu ambazo uh, zinacheza mpira mzuri, mali inawekwa chini, mchezaji mmoja mmoja wako vizuri exactly kile ambacho wamekishow ksjku leo. Kwa hiyo nafikiri tunaweza tukawa ni sehemu ya timu ya kwanza ambayo uh, ina, ina, inaitetea bendera ya, ya bara huku Unguja na, na, na Pemba kwa sababu necha ya timu zao ni, necha ambayo, ni, ni, ni timu ambazo zinacheza mpira ambao unavutia una, una kutazama. Kuna watu wajamwona Faisal Salum, kuna taarifa yoyote uh, Faisal hajaja uh, hajaja yeye hajaja, eva ye meza uh, ambaye amekosekana pia kwenye kikosi chetu amekosekana uh, Yoro Diabi. Uh, lakini inafurahisha kuona uh, mchezaji wetu kama Sospita Bajana amerejea. Uh, nje yake ni Adolf Mtasingu ambaye ndo anakosekana kabisa, lakini wachezaji wetu wote ambao uh, wanapaswa kuwepo ndani ya kikosi tumekuja nao isipokuwa hao watatu. Uh, Faisal alipata kidogo maumivu ya msuli kwenye mchezo wa mwisho ambao umepita, kwa hiyo uh, tunategemea pengine ndani ya siku nne zinazokuja anaweza akawepo hapa kwa sababu tulishamkosa tayari kwenye mechi mbili zilizopita.